ni kitunguu hiki engiikikutngea amtengezaee ikina ushaadali imekuaje? Nimpeleke kwetu? Hapana, jivunie, una mume mzuri na wanawake wana meza ya mate wa kumpata kucheza nayo sawa, sawa. Sawa. Kwa hivyo mimi na kusiri, na kuambia kama mamako na shangazi kwamba kwa mume mume hachizishwi na madawa. Watu huko bara wanasema watoto wa Pwani kazi yao kuzingua wanaume. Hapana, ni zagazaga zaga, pindu nyingi kutubara.

Mtakawarudi pale, mimi namalizia kisha pale, mtakuwa siku yangu imeisha.